Hivi hit song ni kubatisha? Hit song sio kubatisha. Ushatengeneza hit, ushatengeneza hit. Ila wewe mwenyewe si ndio umebahatisha. Kwa sababu wasanii wapo wengi wanatoa kila nyimbo kila siku lakini sio zote ni hit song. Ah, yaani kusema, msanii kazi yake ni kuimba. Umeona? Msanii kazi yake ni kuproduce muziki. Hebu ngoja nikuulize. Sababu wewe ni hmm, msanii. Unapo unapoimba nyimbo upo kwa producer, ume ume record nyimbo hii. Wewe mwenyewe hivi hau, haufahamu kwamba hii nyimbo ni hit song au isio hit song. Wewe mwenyewe hicho kitu hauki, hauki hauki feel. Okay. Mimi mwenyewe kwa fikra zangu naweza nikasema huu wimbo wangu ni hit song, lakini ukawa sio. Sawa bana. Wakati ukiwa studio uwezi kujua. Kuna ngoma ambayo unaweza ukafanya ukachukulia poa. Sawa bana, ukachukulia hmm. poa alafu ukaachia ndo ukaondoka sana, maona bana. Okay, pengine ile pointi yako mwanzo ilikuwa kama sahii kusema kwamba unaweza ukabahatisha hey, kwa sababu huwezi kujua hii ngoma itanifikisha wapi, unizungumzia kwenye kubahatisha, yaani hata maisha yenyewe Hakuna bahati, simelewa. Yaani bahati tunaiongea tu. Bahati, ah, wait. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Bahati, umesikia bahati tunaizungumzia ume, tu. Yaani bahati tunaizungumzia tu. Lakini ukiangalia nyuma ya mtu ambaye unasema ana bahati, una struggle, yaani ame struggle vya ah, kutosha. Simelewa? Hapana. Ah, yaani ukisema bahati, hii bahati tungemzungumzia hata kwa mtoto mdogo ana miaka mingi. Bahati, kwa sababu kuna bahati una, ipo. Bahati, una, mtoto mdogo amekaa hivi nyoka kaja. Yani, tunazungumzia bahati za mafanikio. Sasa tuta, tutaenda tuta kwenye mada nyingine